ibu watu elfu sabini wanaoishi katika vijiji ya 43 vya halmashauri ya wilaya ya Iringa. Wengi wao kutoka tarafa ya Isimani wanahitaji msaada wa haraka baada ya kukumbwa na balaa njaa. Mamlaka zimethibitisha kuwa baadhi ya kaya hizo zina hali mbaya na zinaishi kwa kutegemea uji mara moja kwa siku, huku baadhi ya familia hata kupata uji imekuwa ni jambo gumu. Mwanahabari wetu wa Iringa ametembelea baadhi ya vijiji hivyo na kujionea hali halisi na kutuma taarifa ifuatayo. hela kila kinu hela ugali mbegu Kupitia lugha ya Kihehe, mkazi huyu wa kijiji cha Usolanga kata ya Malenga Makali, bibi Paulina Fukano anasema hana kitu chochote nyumbani kwake kwa sasa. Akiwa na umri wa takriban miaka sabini anaishi katika nyumba hii na wajukuu wake watatu ambao wazazi wake walishafariki, na kazi yake kuu imekuwa ni kuokota ubuyu, ukwaju na kuni kwa ajili ya kuuza, ili apate fedha itakayomwezesha kupata chochote kitakachomfanya apate angalau mlo mmoja kwa siku. Ya anakula jioni tu basi, mpaka kesho jioni. Katika kijiji cha Ndolela anakutana na bibi Faustina Muyenzi akiwa katika harakati za kupika mboga, lakini akiwa hana uhakika wa kupata unga wa ugali hapo baadaye. Sasa hivi unasema unapika una mboga tu ujapata unga, sasa unatarajia una, una unga utapata wapi? Yeah, Mungu atajua. Mikwata ni matunda pori yanayopatikana sana kwa sasa katika kata ya Malenga Makali na inadaiwa kuwa baadhi ya familia zimegeuza matunda haya kuwa chakula cha mchana wakati zikisubiri majaliwa ya kupata chochote usiku. Yaani ya, kama ni matunda tu ya pori utapata vile unakula kama ukiwa panapo hujapata mboga kufika ugali ukala au ugali hauna basi unachukua unakula ashindia jioni. Tuna nani? Unaweza kutafuta tena riziki nyingine. Hali chakula ni mbaya sana kwa sababu mwaka huu mvua ilivyonyesha ilinyesha vipindi hivi vitatu. Ilinyesha la kwanza watu wakalima mazao yakakauka, ilinyesha mara ya pili watu wakapata mtama, mazao yakakauka, kwa hiyo hakuvuna kabisa kabisa. Viongozi wa vijiji nilozungumza nao wote wanakiri kuwa hali ni mbaya. Wito wangu ningeomba kwenye serikali kuu, yani, tuletee chakula mapema. Kwa kweli hali ni mbaya, watu wanahangaika mno, yani wanahangaika mno inawezekana kama hawataleta ndani ya mwezi wa 12 kufikia tarehe 25, hivi, kwa kweli hali inaweza kuwa ni mbaya zaidi, pengine kuna watu pengine tunaweza kuanza kuwaokota. Afisa tarafa Isimani anakiri kuwa baadhi ya familia kwa sasa hazina uwezo wa kupata hata mlo mmoja kwa siku. Kuna wakazi ambao sasa mlo mmoja kwao imekuwa ni kasheshe. Anasema kati ya vijiji 35 vya tarafa ya Isimani vijiji 24 vina hali mbaya zaidi na vinahitaji msaada wa haraka. Kuna vijiji kama 24 hivi, ndio vijiji ambavyo kwenye vijiji 35 vina hali mbaya kulikweli, kiasi kwamba hivi kuna haja ya serikali sasa tukawapelekea huduma ya dharura. Akizungumzia tatizo hilo kaimu okay, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Iringa na ambaye ni afisa kilimo wa umwagiliaji na ushirika Bilusi Nyalu amesema tatizo hilo limekuwepo muda mrefu sasa, kutokana na vijiji hivyo kutovuna mazao ya chakula msimu wa mvua uliopita. Na mwezi Julai mwaka huu waliomba tani 4546 za msaada wa chakula, lakini walipata tani mia moja tu hivyo kugawa kwa vijiji vichache tu kati ya 43 vinavyokabiliwa na njaa katika hiyo kutokana na hilo tuliweza kupewa chakula tani mia tu, ambacho ukiangalia ni kiasi kidogo. Wakati mvua zikiwa zimeanza kunyesha katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Iringa, wananchi hawa sasa wanakabiliwa na changamoto mbili ambazo ni namna gani watapata chakula na pili, mbegu ambayo itawawezesha kuishi kwa matumaini angalau ya miezi mitatu baadaye watakapoanza kuvuna. Mawazo Malembeka, Star TV,